Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Eh, niko na Bwana Tindu hapa. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah. Of course. Tumekutana wasanii wenyewe wakuu wenyewe eh? Tunajua mengi sana kuhusu movie na leo nadhani kwamba leo tupo shooting hapa e, tukiwa tunajiandaa hapa, kuna ngoma moja ambayo tunataka tuitoe kiukali zaidi eh, hivi karibuni hapo unaweza kaingia hapo kwenye YouTube hapo Wabishi Filamu, huyo dogo tupo wengi hapa kama unavyoona, wengine wana chatichati kule, ila mwingine anatafuta location au na mtu yeah. Yule tumekuja na usafiri wetu hapo ule pale, kwa mbali unaonekana usafiri wetu, si unaona yeah. Eh, ule pale unaonekana kwa mbali, huo ndio usafiri wetu unaonekana, ule pale. Tupo tupo location hapa, tupo maeneo ya location eh vitu kama hivyo hii hii bwana hii bwana hii bwana mziki bwana. Kwanza wewe yeah. kwa majina majina rasmi naitwa Said Awasi Manyamba, naitwa Hassan Said Awasi Manyamba, kocha Siloma Manyasa, mtasawiri ukitaka of kunipata course. kwa jina la uigizaji au jina la sanaa unanipata kwa Tindu aka Mnyato, sura ya mtumba. nipata of course, mimi kwa majina naitwa Dogo Kiba yeah, au Kiba mwenyewe wa mpakani music studio huko, nakako kwa nani wanakula nazi huku madafu, nilisahau. Kwa majina naitwa Hakbar Kasim Fajili <coughs> yes, mahotela. E, kwa jina la usanii hey. natumia hey. jina Jio. la Akiba, Jio. Boy, Jio. Kiba Boy yeah, yeah. yeah. ah, au Dogo Kiba kwa jina naitwa Fadhili Lawson Chinga uh -huh. uh, kwenye jina la sio wote ni wana sanaa wa group la Wabishi Filamu. Tupate ingia pale YouTube au ingia pale TikTok, unatupata kwa jina hilo wa Wabishi Filamu, usisahau kwa herufi kubwa kubwa.